Namna ya uislamu ulivyoshepiwa vizuri na Mwenyezi Mungu wa Azza wa Jalla kupitia kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unatutanabahisha vitu vidogo vidogo, elementi ndogo ndogo zilizoshikana ndio unapatikana uislamu ulio bora na, na sahihi. Moja ya elementi ambayo kwenye jamii tunaichukulia poa tu ni elementi ya kutoleana salamu. Unaweza ukamwona sasa hivi kijana anampita mtu mzima hamsalimii. Zamani ilikuwa hakuna hicho kitu, na haya yote ni mabadiliko ya tabia, wakati ni mabadiliko ya jamii na namna ambavyo kuelezana, ukweli, kumekuwa kidogo ni hafifu kuliko ilipokuwa awali, na haya haikutokea bahati mbaya Wazee wetu waliyarithi ama waliyachukua katika mazingira ya muongozo bora kutoka kwenye kitabu chetu Quran Karim, pale Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipopata kusema, wa idha hayitum bitahiyatin fahayu biahsana minha au rudduha inna Allaha kana ala kulli shaiin hasiba. Wa idha huyitum bitahiyatin, zama mkiamkiana maamkizi. Fahayu biahsana minha, basi rudisha yale mamkizi kwa vizuri. Au ruduha, ukishindwa, okay, rudisha vile vile ulivyosalimiwa. Hakika Mwenyezi Mungu amekuwa juu ya kitu kila kitu ni mwenye kuhesabu. Kwa mantiki ya kwamba salamu ya kijamii ipo na inakubalika katika sheria, ni ile salamu ambayo imekubalia na jamii, mfano mambo vipi, poa, barida, barafu, freshi, hiyo imekwenda. Salamu ya pili ni salamu za kijamii kupitia makabila, mmemkaje, mkaramkaze Eh, vipi za unju, yani vyovyote iwe ni salamu ya kusalimiana, lakini salamu iliyo bora katika Uislamu ni pale ambapo mwanadamu anaandikiwa thawab kwa kumwambia mwenzake assalamu alaikum wa rahmatullah, na yule mwenzake akajibu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio utaratibu. Maana yake ni kwamba ile salamu ya kwanza inayotoka ikiwa hafifu, ya pili uzuri wake iwe nzuri. Ndio maana wazee wetu, vipi salama baba? Salamu alaikum warahmatullah. Vipi mjambo? Hatu jambo wazima. Mnaendeleaje? Vipi vipi watoto wazima? Mnaendeleaje? mama yako? Jana nilipopita miguu ya msumbua sumbua. Zote ni salamu ili kuunganisha jamii, ndio mantiki ya jamii. Sasa hapo inapatikana kuishi katika kusalimiana, salamu iliyo bora kwa mantiki hiyo.

idha faaltumuhu tahbabtum afshu salama bainakum, mwisho wa kunukuu. Hamtoingia peponi mpaka muamini, hamtoamini mpaka mpendane. Je, niwajulisheni jambo ambalo mkilifanya mutapendana, litaleta mapenzi baina yenu tolea neni salamu? Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chetu ameiweka bayana vizuri salamu, na namna ya fadhila na baraka na malipo ya salam. Salamu salamu ukiitoa ni sunna, lakini aliyesalimiwa kujibu ni lazima, na usipojibu waandikiwa madhambi. Sasa Tuitazame hapa, tunaweza tukawa kwenye jamii tunakosana, tunakerana, ipo inatokea. Katika hayo ya kutokea, mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametupa waranti ya siku tatu tu, mnapokoseana michuno iwepo siku tatu tu, zisizidi siku tatu, pale mtume alipopata kusema